Habari, karibu katika channel yako ipendwa ya Kimaja TV. Leo nimekuandalia kuhusu kozi zisizo na ajira Tanzania, au ukisoma kozi fulani utapata ajira kwa tabu sana na kwa mbinde sana. Kama umemaliza form six au diploma au ndo unataka uanze chuo sasa, hii video itakusaidia na kukupa mwanga kuhusu kozi ambazo kupata ajira ni kwa tabu sana. Basi tuende pamoja hadi mwisho. Kozi namba tano, uandishi wa habari, yani journalism. Hii ni kozi nzuri sana, lakini ajira zake kuzipata inakuwa ni ngumu sana. Labda unaweza ukasoma ukiwa na lengo la kujiajiri mwenyewe. Kama ukiwa umesoma uandishi wa habari hapa Tanzania, ili kuajiriwa kwenye media kubwa da, ndugu yangu, utatumia muda mwingi sana kupata kazi. Labda soma ili ujiajiri mwenyewe, hata uko kwenye online media na kwingineko. Kozi namba nne entrepreneurship, na maanisha ujasiria mali, yaani kozi yenyewe inajieleza, yaani kujiajiri mwenyewe. Sasa kama mtu anasoma hii kozi ili aje kuajiliwa, ndugu yangu, utapata tabu sana. Kozi yenyewe inajieleza, kujiajiri mwenyewe na siyo kuajiliwa. Kozi namba tatu: siasa. Kozi yeyote ile inayohusiana na siasa, na maanisha political science. Unasoma ili uje kuajiliwa kwenye siasa? Ndugu yangu, kama una ilowazo la kusoma ili uajiliwe kwenye siasa, da, ni ngumu sana. Hii kozi imejikita zaidi kwenye kujiajili na uwe na ushawishi. Kama huna ushawishi alafu nasoma hii kozi ya siasa, na kwambia, utaumia. Hii kozi ni kwa ajili ya watu wenye ushawishi wa kisiasa, ndio inawasaidia zaidi. Twende kozi namba mbili, Business Administration, yaani usimamizi wa biashara emfikiria, kozi yenyewe inaitwa usimamizi wa biashara. Pia ajira za Business Administration ni chache sana hapa nchini kwetu na nchi nyingi za Afrika. Hii kozi imejikita zaidi kumwelekeza mtu wajiajili zaidi kuliko kuajiriwa, hivyo ni kozi inayofaa zaidi kama wewe ni mfanyabiashara. Lakini kama unatafuta ajira halafu unasoma business administration, utahangaika sana kutafuta ajira. Hii ni kozi nzuri, lakini ajira zake ni chache sana kama una lengo la kuajiliwa. Tuende kozi namba moja ambayo ni ngumu kupata ajira hapa nchini kwetu Tanzania yaani kozi namba moja, community development, yani maendeleo ya jamii. Hii ni kozi nzuri, lakini ni miongoni mwa kozi ambazo zina wanafunzi wengi sana wanaosoma hii kozi emfikiria, kuanzia certificate, diploma, degree, masters, yani ina kundi kubwa la wanafunzi wengi sana, pia graduate wengi. Graduate ni wengi sana wanaosoma hii kozi ya maendeleo ya jamii, lakini pia community development ni miongoni mwa kozi zenye wanafunzi wengi wanaosoma hii kozi, kwa hiyo kupata ajira yake ni ngumu sana, ndugu wasikilizaji wa, wa Kingmaja TV. Kozi zipo nyingi sana ambazo tungeweza kuzijadili ambazo kupatikana kwa ajira ni ngumu, hizo tu ni baadhi lakini kozi zipo nyingi sana ambazo ajira zake ni ngumu. Huu ni ushauri tu, lakini mwenye maamuzi ni wewe msomaji, na unachokitaka au unachokipenda. Subscribe Kingmaja Tv. Asante.